Ndugu mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa Kilimo 360, na kukaribisha tena kwa mara nyingine, tutazame progress ya mahindi yetu haya ambayo tulipanda hapa eka mbili, kama ambavyo inaonekana kwa sasa. Nakukaribisha kama, kama hujasubscribe chaneli yetu, subscribe sasa kwa ajili ya kujipatia ya papo kwa papo tukiwa tunapakia video zetu mbalimbali. Sasa hapa tulikuwa tumepanda mahindi yetu yaka mbili, tulipanda kwa kuchelewa kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, mvua zilichelewa kwao, tulipanda Desemba mwishoni, tulipanda Desemba mwishoni mahindi haya na yakawa ame enda vizuri, ikahitaji palizi na tumefanya kama ambavyo tunaona hapa. Kuna maeneo bado kidogo yamebaki hapo kwa ajili ya palizi, lakini yamebaki eneo dogo sana, lakini kwa kiwango kikubwa palizi yetu imekwenda imekwenda vizuri, maende yetu ya kuwa na hali nzuri na changamoto hapa kidogo, naona hali ya mahindi hii inavyoonekana hapa, kuna wadudu. Kwa hiyo hapa, tuna kesho hapa tunaamka na kupuliza kupuliza dawa, kesho tunaamkia kupulizia dawa kwa ajili ya kuua kuua <coughs> wadudu. Kwa kweli gharama, hela inatoka, lakini kwa mahindi ambavyo yanaonekana, lazima tuweke tuweke nguvu a, kila kinachohitajika kulingana na hali ya hewa inavyokwenda, kulingana na hali ya hewa inavyokwenda, ili tuje kupata ritani ya kile ambacho tunakitazamia kukipata kwenye kilimo kilimo chetu hiki. E, palizi imefanyika, japo imekuwa changamoto, kwa sababu kwa mazingira yetu hapa kipindi hiki cha mvua kazi zinakuwa nyingi, tenda nyingi. Kwa hiyo watu wana wanalinga kidogo na bei inakuwa imechangamka, lakini kwa sababu unahitaji kazi ifanyike, unakuwa huna budi, inabidi utoe hela, mambo mambo yakwende na kwa juu ndo kama ambavyo shamba letu linaonekana. Mahindi yako na hali nzuri, mahindi yako na hali nzuri. Changamoto ni hii ya yeah, majani kuliwa na wadudu ambapo kesho tutapuliza, tutapuliza dawa kesho, hapa tutapuliza dawa. Endelea kutufuatilia. Na tukatazamia sasa shamba letu ile lingine ambao ulikuwa na mahindi ambayo yameshaanza yameanza kubeba. Subscribe channel yetu, share, comment katika video zetu mbalimbali. Karibuni sana.